Nam no, habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Ngao Media. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha Nipe Jibu. Leo katika Nipe Jibu nipo na watumishi wa Mungu ambao wao wanatoka kanisa la Roman Catholic na wanakuletea habari njema za kuadhimisha miaka 50 ya jubilei katika kanisa lao la Majengo. Sasa sitakuwa mzungumzaji sana. Bila shaka kuna baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa katika studio hizi za Ngao Media kwa ajili ya kuweza kuzungumza aa, na wewe. Lakini kubwa zaidi ni kuombe tu ya kwamba utwazime masikio yako kwa muda mchache tu, ili uweze kupata nafasi ya kuweza kumsikia kila mmoja anafanya kazi gani. Uh, pale kanisani na kwa nini yupo hapa, uh, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kuona watoto wakionesha namna gani ambavyo wanafurahia vile ambavyo Mungu amewapa kibali cha kuendelea kujumuika pamoja na viongozi hao. Mimi naitwa Christian Ngao wa Ngao Media. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment katika YouTube channel yetu. uh, ukiingia katika YouTube channel yako andika Ngao Media, na ili uweze kujua kwamba hiyo ndio channel yetu utaona logo hii ambayo kwa namna moja au nyingine itaweza kukupeleka moja kwa moja kwenye taarifa zetu ambazo zinakujia kila siku iitwapo uh, leo. Tafadhali tuwasikilize watumishi wa Mungu ambao Uh, wameweza kufunguka mengi kwa habari ya huduma. Miaka hamsini ya jubilei majengo itafanyika hapa mkoani Mtwara. Karibuni. Yesu Kristo. Jubilei Majengo, imani na matendo. Mbele yenu ni kamati ya maadhimisho ya jubilei, tupo mbele yenu waalika katika parokia yetu ya mtakatifu Paulo Majengo inayofikisha miaka hamsini tangu kuwa parokia. Parokia hii ilianza tangu mwaka 68 huko nyuma na ilipofika mwaka 75 ikatabarukiwa na kutangazwa kuwa parokia na Askofu Maurus Libaba, askofu wa Jimbo Katoliki la Mtwara. Kwa miaka yetu hamsini imekuwa ikitoa huduma mbalimbali kwa jamii lakini pia kwa maisha ya kiroho kwa waamini na maisha ya kimwili. Tunaposema Jubilei, tunamaanisha kwamba wana wa Israeli waliagizwa kila unapofika mwaka wa hamsini wafanye kumbukumbu kumbu ya imani yao kwa kumshukuru Mungu, lakini pia kwa kufungamanishwa na yale yote yaliyofanya na kuomba msamaha na kuanza upya katika maisha yao. Nasi na pia parokia Majengo katika kipindi hiki cha Jubilei, tunamshukuru Mungu kwa huduma na imani ambayo Mungu ametujalia kutoka parokia mtakatifu Majengo, na tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mwasisi wa parokia Padri Idefonsi Weigandi OSB, mtawa huyu kutoka shirika la benediktini kutoka abasia ya Ndanda. Katika kipindi hiki cha mwaka wa Jubilei tulizindua dira yetu ya Jubilei ambayo imetekelezwa kwa mambo mbalimbali. Mambo hayo ni ukarabati wa makanisa mbalimbali, hususani parokia yenyewe kwa kufanya ukarabati, lakini pia vigangoni, mfano kigango cha Naliendele mfanya ukarabati, lakini pia kigango cha Mtawanya, Kigango cha Lilungu lakini pia kituo cha ibada cha Likonde, lakini pia tunaendelea na kusaidia ujenzi wa kanisa mpya kutoka kigango cha Mangama. Tunakwenda kufanya hitimisho ya kilele hiki. Mimi kwa majina naitwa Justinia Nikutatina, ni mwenyekiti wa kamati ya jubilei Majengo. Napenda kuwakaribisha sana kwenye siku ya kilele cha jubilei ambayo itakuwa ni tarehe thelathini na moja mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano siku ya Jumamosi. Ratiba itaanza mapema ni saa kumi na mbili na nusu asubuhi tunategemea waumini waanze kufika na kuanzia saa moja na nusu saa moja nusu tutaanza maandamano ambayo yataanzia mnalani mpaka kanisani. Tunategemea tupate waumini wa na watu wenye mapenzi mema zaidi ya elfu moja ambao watakuwa natoka maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya Mtwara. Tunatarajia kuwa na baba zetu wa kilo, karibia parokia zote za Mtwara na pamoja na mgeni rasmi ambao mtamuona siku hiyo. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwakaribisha sana, msipende kukosa. Tutakuwa tuta, tuta, tuta, tuta na baba askofu ambaye atakuwa ndio atazimisha hiyo misa takatifu pamoja na mgeni rasmi ambaye tunatarajia awe mkuu wa mkoa. Tutawakaribisha tuna, tuna, wote ambao watu ni mapenzi mema. Kila kitu kimeandaliwa vizuri na tutakuwa na misa, baada ya hapo kutakuwa na shamra shamra mbalimbali ambayo tunawakaribisha msipende kukosa. Kwa hiyo waumini na wale wa wenye mapenzi mema, karibuni sana. Karibuni sana, sisi tunawakaribisha sana. Mimi ni kiongozi wa wanawake wa parokia yetu ya Mtakatifu Paulo Majengo. Tunawahamasisha kina kinamama, watoto msiwaache nyumbani, mje nao na siku hiyo tutakuwa na chakula. Kwa hiyo usiogope, mbona nakuja, nitashinda huko, nitakula nini? Hapana. Lakini pia tutatoa zawadi kwa watu mbalimbali mbali, ambao tuko nao pale parokiani kwetu na nje ya parokia. Lakini pia tutatoa tuzo kwa baadhi ya watu ambao wameonesha kujitoa e, kwa kanisa hasa kanisa la kwetu la Mtakatifu Paulo. Lakini pia tunaambia, tutaanza na maandamano saa moja na nusu asubuhi ku tutamtangaza uta, Kristo barabarani kuanzia mnarani mpaka uh, kanisani kwetu Majengo. Baada ya hapo, tutakuwa na uh, adhimisho la misa takatifu um, ambapo tutamshukuru Mungu kwa miaka hii hamsini ya parokia yetu na hivyo basi, tunawaomba watu wote wa mji wa Mtwara, sio tu lazima uwe Mkatoliki, lakini cha msingi unaishi Mtwara. Tunakukaribisha sana parokiani kwetu, tuje tumshukuru Mungu kwa miaka hamsini ya parokia yetu. Sambamba na hilo, kama uliwahi kupata hata pipi kutoka kwa Father Idelfons, karibu tushiriki pamoja. Jubilei Majengo, imani na matendo. Amen. Uh, na matendo. Tumsifie Yesu Kristo, nirudie tena kuwakaribisha watu wanaotoka sehemu mbalimbali. Siku hiyo kutakuwa na usafiri kutoka Naliendele, Mtawanya, Mangamba na sehemu nyinginezo. Mabasi yatafika huko yatawachukua watu wote kwayo. Kwa hiyo kwa mawasiliano zaidi napatikana kwa namba ya 0626496947. Nitarudia tena 0626 946947 kwa maelezo mbalimbali unaweza mbali kunitafuta kwa namba hiyo, lakini pia mbali na hiyo, kwa mawasiliano zaidi kwa namba ya mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ni namba ya Airtel: 0689607279. Kwa wanaohitaji kuwasiliana nasi kutoka sehemu mbalimbali tunawakaribisha, tuwasiliane kwa namba hizo <mimu>